Kupitia ukurasa wa Instagram wa kwake Davido, alikuwa amepost baadhi ya video ambavyo, eh, walikuwa huko maeneo ya Ibiza, wakienjoy, wakipiga live kabisa pale. And, najua kabisa siku za weekend hizi kuna kuna enjoyments tofauti tofauti ambazo zinakuwa zinapatikana sasa. eh, bwana Davido alikuwa ameondoka na washikaji zake kama kawaida kwenda kula maisha na washikaji zake ambao wanapatikana eh, kwenye kundi lake ambalo lafahamika kwa, eh, 30BG, moja kati ya makundi ambayo pia yanapatikana huko Nigeria na ambayo pia eh, na Davido pia yupo kwa, eh, ni kama tu washikaji ni kundi la Ibiza kwa jaribio la kuweza kumuua yeye na timu yake pamoja na wanachama wake wa kundi la 30BG e, kwa sasa wako Ibiza. Waliweza kutembelea club moja usiku uliopita e, kwa ajili ya kuweza kuenjoy, yani usiku wa jana kwa mkia leo walikuwa na enjoy kwa washikaji, so wakaweza kuvamiwa au kuletewa vurugu na wale walinzi walioko pale. Sasa Davido, yeye kwa mujibu wake, moja kwa moja anasema kwamba zile vurugu ziliweza kusababishwa ili waweze kumuua yeye. Da, noma sana masta hawa inakuwa noma sana, lakini sasa hata hivyo mambo yaliweza kubadilika mara baada ya kuweza kutokea mvutano kati yao na walinzi wa klabu hiyo. Sasa kupitia Insta story yake David aliweza kushiriki au kuweza kupost picha za walinzi hao na akaapa kuwa wote wataangamia. Hadi sasa bado hajaweza kutoa maelezo zaidi kuhusiana na e, kilichotokea. So aliweza kupost picha zile za wale walinzi ambao walikuwa wanasumbua, na zile picha ameziweka kwenye ukurasa wake wa Instagram kwenye Insta story. Lakini kwa sasa hivi kiziangalia zishatoka, nimeamua kukuwekea hapo ili uweze kuwaona walinzi hao. Ni washikaji tu fulani hivi, wanaonekana kabisa ni wazungu ambao wako hapo wengine baadhi, lakini pia kuna Afrika pia tofauti tofauti ambao pia walikuwepo katika e klabu hiyo na Davido ameapa kabisa kwamba picha nazo tayari na uthibitisho wa kila kitu ambacho kinaweza kutokea pale anacho, na wetaweza kuangamia kwa namna moja ama nyingine, atahakikisha anaweza kuwawajibisha. So kama we kama mwana sawasawa unalifikia jambo hili, drop comment yako hapo, kometisha kinomanoma chao.